Hivyo unafikiria nini kinachokuzuia mpaka leo kusajili biashara yako? Aidha ni hofu, aidha ni fedha, au ni kutokujua pa kuanzia. Moja, mi leo ni kujibu hizi angalau tatu. Hofu, kama una hofu ya kusajili biashara, labda itakuwa na mambo mengi naekaeka mama, magarama makubwa. Oanikwambie mi nasajili biashara na makampuni, ondoa hiyo hofu, hakuna gharama, hakuna mambo mengi na kama unaogopa muda wako utapoteza, ndio maana sisi tuko hapa ya kukusaidia kuepukana na mlolongo wa kupanga foleni, sijui umeenda posta, unarudishwa Kinondoni, unalindwa wapi? Tupo sisi. Comment neno usajili hapo chini, ntakusaidia kuanza kusajili hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Kama shida yako ni fedha, sio gharama kubwa wala hamna maswala sui uh, mijani kianza kusajili, ntaanza kulipa kodi. Kodi ya ulipi? Kwa sababu umesajili biashara, kodi unalipa kwa sababu umeingiza faida. Kama hujaingiza faida, hakuna kodi utakaolipa. Unachohitaji wewe ni kukomenti neno usajili. Mimi nipo ndio kusaidia kuweza kusajili biashara yako bila changamoto yoyote, ama sayansi hizo, kupitia namba inaonekana hapo chini. Au ni kutokujua pa kuanzia? Kama ujipa kuanzia, ngoja nikupe cha kuanzia. Andaa NIDA yako, andaa sehemu unakopatikana, andaa namba yako ya simu. Hivyo ndio vya kuanzia na pa kuanzia ni kukomenti neno usajili. Tutakusaidia sisi, mimi hapa mwenyewe nitakusaidia kushika mkono, kuambia usajili unaanzaje, jina la biashara, kampuni, mwenendo mzima. Msijali kabisa, usiogope, mimi nipo.